Sio kama una beti au sio kwamba unapiga ramli, unazungumza kitu chenye uhakika kwa asilimia mia moja. Labda tu yasiwe ni mapenzi ya mwenyezi Mungu Simba kucheza fainali, labda labda mwenyezi Mungu apitishe heri yake na Simba asicheze fainali mwaka huu, lakini ukizungumzia Simba anacheza fainali mwaka huu. Ukizungumzia in terms of preparations kwa maana ya maandalizi Simba anacheza fainali mwaka huu, ukizungumzia ubora, ukizungumzia uzoefu, ukizungumzia mahitaji na matakwa, na simba anacheza fainali mwaka huu. Ndugu zangu waandishi wa habari ambao mmekuja hapa kutusindikiza katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere, Terminal 3, terminal yetu sisi ndeni, mkaambie Watanzania na terminal yetu sisi ndeni, mkawaambie walimwengu ya kwamba Simba anakwenda fainali, hilo wala halina kipingamizi, wala hiyo sio ramli, wala hiyo sio beating, hiyo ni jambo la uhakika. Simba kwenda fainali, kazi yake ni kubwa mno. Kitu ambacho kinanipa mimi uhakika kwanza, uh, tukizungumzia tu msimu huu Simba tumekuwa na tremendous performance, hasa katika mechi za ugenini pengine kuliko nyakati nyingine zozote zile. Simba tumeshawahi kupata ushindi mabao e, manne mabani kwa uku. Simba tumeshawahi kumfunga AS Vita nyumbani kwake. Simba tumeshawahi kutoa sare na na na na al al-Ahli nyumbani kwake. Hata hiyo ni misimu iliyopita ambayo Simba hatukuwa vizuri sana katika uwanja wa ugenini, lakini tuliweza kufanya hayo, ambayo nimekuhadithia hapa. Tumekufanya msimu huu, tumekuwa na rekodi nzuri sana ugenini kwa sababu ya ubora wetu tuliokuwa nao. Nitakupa eh, karekodi kafupi tu ambako tumekafanya msimu huu. Mechi yetu ya kwanza na Al Ahli Tripoli, mpinzani mgumu kwelikweli, tukamsimamishia shilingi nyumbani kwake, tukatoka sare ya bila kufungana. Maana sisi tulikuwa na advantage katika mchezo huo, kwa sababu hatukuweza kuruhusu bao. Huo ni ubora wa Simba ugenini. Tukaja kwenye group stage kwenye group stage tukapoteza mchezo mmoja tu kati ya michezo mitatu ya ugenini. Tena nayo ilikuwa ni ushindi wa magoli mawili kwa bila, ametufunga Konstantin goli mbili kwa bila, na tena sisi ndio tulimtangulia kumfunga Konstantin. Makosa yetu ya kipindi cha pili kushindwa kupata utulivu kidogo pale ikapelekea Simba tukaruhusu mabao mawili ya haraka haraka, lakini katika mchezo ule sisi tulikuwa bora kwa asilimia kubwa kwelikweli. Hiyo ni Constantine ambaye alitokota magoli mawili kwa bila mechi na CS Sfaxien, nyama anatakata pale pale, Stade Rades Tunisia, nyama ondoka na ushindi wa goli moja, mechi ya ya ya ya ya ya ya wale wa Angola wale, Bravos do Maquis timu ambayo haijapoteza nyumbani kwao tangu tumeanza group stage, mnyama anakwenda kuchukua sare pale, goli la ateba nyumbani kwa kwa kwa kwa, kwa, kwa, kwa nani, nyumbani kwa Waangola. Sasa hiyo ni rekodi ya mnyama kwenye michuano ya kimataifa. Tumekuja kwenye hatua ya robo fainali, Almasiri akatuokota nyumbani kwake mabao mawili, lakini tukampigia mpira mnene sana, mpira mkubwa sana, pamoja na kwamba alishinda na goli mbili lakini yeye mwenyewe tayari akasema hapa tayari, mimi nimeshatolewa kwa sababu, kama nyumbani kwangu huyu bwana amenitawala namna hii, nikienda nyumbani kwake atanifanya kitu gani? ko tayari, hiyo ta tumeshamtoa kisaikolojia. Hiyo ndiyo rekodi ya Simba ugenini. Sasa hiyo rekodi na ukiangalia Simba kuanzia mechi ya kwanza na almasiri hadi kufika mechi ya kwanza na Ahli Tripoli hadi kufika mechi ya mwisho na, na, na Almasri, ubora wa Simba unaongezeka. Hasa hiyo inatupa sisi wanasimba confidence ya kwamba mechi hii tunavuka, kwa sababu Stellenbosch, tuna uwezo wa kumfanya chochote pale pale nyumbani kwake. Ndio maana nawaambia ndugu zangu waandishi, nendeni mkawaambie wa Tanzania Simba anacheza fainali mm -hmm. Wao uh, walikuwa wapiga picha tu kwa maandishi. Mambo yanabadilika bahati na apply kwenye mpira wa miguu uh, lakini sio kwa Simba Sports Club. Ni makosa ambayo tuliyafanya mechi na Kaiser mechi na Orlando makosa ambayo Tume accumulate na kuingiza kwenye sehemu ya masomo, na ndio maana tunasema mechi hii na Stellenbosch Simba na kwenye fainali, sababu hatuko tayari kuona tuna tunarejea tuna makosa. Lakini uki, ukiangalia kwenye mizani Simba na na Stellenbosch Simba tuko juu sana eh, in terms of kila kitu.